s yes, mtazamaji wa Mastaz TV huko na mimi tunza Amos kwenye kamera so leo ni siku nyingine ambayo tuko kwenye mishemishe za kuwatafuta watu waliopotea na wamepotea kweli hawapo yani RIP kwenye game tuko na kijana wetu hapa majina yake ataeleza mwenyewe na atatupa sababu za ye kupotea ni zipi, wali gani? nice, namshukuru Mungu niko poa. Niko poa. yeah. Unakubali kuitwa RIP? Sometime naweza nikakubali kwa sababu kitambo mimi mwenyewe nilikuwa najiita hivyo lakini mm -hmm. kwa maana hiyo ya kwako, nusu nusu nakubali, lakini pia nakataa, niwe nusu nusu. Sijapotea kivile eti kutaka kwangu ni mambo okay, na kwa tu fulani ndio amenipoteza. Kwa hiyo sometime nakubali, sometime nakataa. Okay, mtazamaji anajiuliza huyu aliyepotea ni nani na kwa nini anaitwa RIP? Tafadhali mwambie tu unaitwa nani dai sasa, changamoto aina noma. Mimi naitwa Ram Rap ya watu wa nyumbani wanapenda kuita Ramazani, ila kwenye game unajiita Ram Rap md boy. Unasikia anavyojita alafu hata hatishe, yani hata kidogo. Ulijiita we Ram Rap kwa kazi ambayo ulikuwa unaifanya, so kwamba ul, unafanya sasa hivi, ulikuwa unaifanya, na tunataka tujue kwa nini umepotea. So kwamba sifanyi, naifanya kazi mm-hmm. ya kazi yenyewe ni muziki, maana mi ni mwana hip hop, uh, na rap so kupotea kwangu sio tu kwamba sifanye, nafanya na baadhi ya nyimbo ninazo, ila ni changamoto tu ndogo ndogo za hapa na pale. asasa watu ni kukusimamia kwenye game, ukiwa huna na mazingira tulionayo inakuwa ni ngumu kufanya kazi. Ina maana kwa miaka yote hii Ram Rap naye vuma Ram Rap unakuwa hauna msimamizi kweli? yeah sometimes, nashikwa tu mikono na watu wachache wachache, yeah kidogo, wanaweza kanipeleka studio au kuna nyimbo tunaweza tukazifanya tu ambazo zinatukuta tukiwa studioni humo humo tunapewa na sisi nafasi ya kuweza kufanya chochote. Hizo ndo nyimbo nakuta mara nyingi tunazifanya, au zile ambazo tumeshikwa mkono na mtu anakwambia nenda studio basi, karekodi hata nyimbo mbili basi. Lakini kuhusu msimamizi rasmi bado na ndo maana ngoma zinakuwa zitoki kinamna hiyo. Ah, okay. Lakini uko hapo nyuma kidogo ulikuwa umeshakuwa kwenye yani, ulikuwa uko viral kabisa sijui usimamizi ulikuwa vipi hapo nyuma? kuna muda nilimpata nili, mtu aliyenisimamia kwa muda na tukajaribu kufanya kabisa kazi kiasi fulani hivi, lakini kwa bahati mbaya, sijui kuliingiliwa na kitu gani, kati ghafla nikashangaa simu azipokelewe, azishikwe yani. Kwa hiyo ikaniumbisha kidogo, ikanifanya kazi siendelee. Hiyo ni moja tu ya sababu ilionisababisha mimi kwenye game kama kupotea hivi. Yeah. So kama kupotea <laughs> na no, hapana, ni kama kupotea lakini, kwenye game bado tupo, okay. Kwa hiyo unasema ukipata naye kusimamia vizuri utasimama naye, si ndio? ya game kama damu tu kwenye mwili. Kwa hiyo nikipata mtu akunisimamia tunaishi naye ni jambo ambalo waga nalitamani sana kwenye maisha yangu, lakini bado uh, fursa hiyo nafasi haijafika, lakini naamini siku nikiipata nitaitumia ipasavyo. Yeah, kwa hiyo nikiwapata watu kama hao tunaifanya game vizuri kabisa yani, bila utata Okay. Sio kila aliyesimama kwenye game na anafanya vizuri anasimamiwa na mtu. Wewe kwa juhudi zako una kitu gani ambacho unakifanya kuonesha umma kwamba na wewe umo? Ah, binafsi mimi nishafanya na umma washawahi kunikubali kama kuna vitu nimevifanya ambavyo ya nipo kwenye level fulani. Kwa hiyo kuhusu kuaminisha umma kama ninafanya, nishafanya hivyo na baadhi ya umma wakaniamini kabisa kwamba nipo kwenye level nzuri. Ila kibinafsi unajua kwenye mazingira tu ya game ni ngumu sana kuiendesha game ukiwa wewe kama wewe, ni ngumu sana kwa sababu wewe binafsi una mahitaji yako, alafu tena mahitaji ya studio, mahitaji ya video na mengine na mengine, ni mahitaji makubwa sana ambayo yanahitaji kushikwa mkono, lakini kwa peke yako kidogo inakuwa ni changamoto kubwa. Okay, baadhi ya watu wengine wanakuwa wanafanya rafu wakiwa ndani kwao, wanajirekodi wenyewe kwenye simu zao afu oneka kwenye kwenye TikTok, hivyo vitu wanavifanya au vipi? Ah, sasa hivi bado sijavifanya kwa sababu zangu binafsi, maana tunaweza tukasema nyimbo ni hela, kwa hiyo kuna muda unaweza kaandika afu kaziweka TikTok, zikawa zimeenda bure, labda muda mwingine. Lakini pia, huo ni mpango ambao ninao kuangalia ni namna gani naweza nikafanya hizo uh, nyimbo rafu ambazo zina dakika moja sekunde 45 labda za kuziweka TikTok, pengine uh, hata kwenye mitandao mingine ya kijamii. Pengine labda kuna mtu akafurahiwa akajitokeza katika namna fulani ya kunisupport. Kwa hiyo ni mpango uh, pia ambao ninauandaa, unajua vitu kama hivyo inatakiwa uwe uh, TikTok creator. Kwa hiyo natakiwa uwe umejiandaa kivipi, video nini, ili angalau kwa wiki zaidi ya video nne au saba ziwe zinapanda. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanahitaji uh, maandalizi pia. Kwa hiyo nikijiandaa tu vizuri, ya shughuli kama hiyo, naweza nikaanza kuifanya. Okay, hivi kuna watu wanajiuliza, Ram Rapa alikuja hivi na haka atujui aliishia wapi na atujui ni kitu gani kilichomkumba. Ulisema kwamba ulikuwa na msimamizi kweli, na ilikuwaje kuwaje uwe na msimamizi wako, mkafika kuachana? Kuachana kwa kwanza, msimamizi nilimpata katika mazingira ambayo kidogo alikuwa sopoa sana, lakini nilibahatika kumpata. Lakini pia naweza nikasema nilimpoteza kutokana na mazingira yenyewe ya yalikuwa ambayo si mazuri sana, yakasababisha nikampoteza mtu ambaye alikuwa amenisimamia. Kwa hiyo naweza nikasema tu kwa ufupi, labda ile ilikuwa riziki yangu ya yule mtu kunisimamia, na huenda labda angenisimamia kama tulivyokuwa tumekubaliana, basi sasa hivi naamini jina lingekuwa kubwa. Ulisema ulimpata kwenye mazingira ambayo hayakuwa rafiki pia, ukampoteza kwenye mazingira hayakuwa rafiki. Tunataka tuelewe, funguka baba, tuambie ulimpataje na afu alipoteaje. Proses za kumpata zilikuwa vipi na za kumwachia zilikuwa vipi? Proses za kumpata sijui tuseme zilikuwa za namna gani? Yani ni mtu niliempata, alikuwa amesafiri zake akafika kwenye anga ambazo mi nnafanyia kazi kwao katika hali ya kunisikiliza na kuona mi bado nina hasa, katika huo upande wa kumpata mtu wa kunisimamia, akawa amejitokeza kama ana uwezo akanisimamia, lakini mambo yake na yeye pia akawa amembana, hali ikamfanya mpaka mwenyewe tena baadaye akashindwa kunisimamia. Kwa hiyo nilimpata katika mazingira fulani afu nikampoteza kwenye mazingira mengine fulani, kwa sababu sikukawia naye. Nafikiri nilifanya naye nyimbo moja tu ya, na nyimbo yenyewe hata sijawahi kuweka mtandaoni, ipo tu kwenye simu imetulia basi ka nimepata katika mazingira ya namna hiyo, hmm. ni mgeni alikuwa mgeni, ni yeye yani, alikuja uh, sema ambapo tulikuwa tunafanya kazi kidogo studio. Tena, kula. Kwa hiyo uh, mawasiliano sasa ya mimi na yeye kwenye kuwasiliana ndio yakawa magumu, ili aweze kuendelea kusapoti kwa hiyo ndo mazingira ambayo aliyotokea mi kumpoteza. Mastaz TV ambako ni process tu za tunakushtua, tunakuamsha, maana tulisikia unaitwa rap siku hizi. Ni so, tungetaka kidogo tusikie, pamoja na yote ni rap sawa, pamoja na yote anajiita Ram Rap, tusikie kile anachokirap. Wow, ni jambo zuri ya, ni jambo zuri so, kuna nyimbo yangu moja tu anapenda sana kwenye vitu kama vya namna hii kuweza kuaminisha watu kama anaweza yeah. Hata nikisinzia nikiamka somba. Yeah. Okay. Let's go Mr. Ram Rob Niga. Okay. namdan dia japo anampandia fresh, wanajisikia bedroom tukiingia, namkazia, afu namkumbatia, kisha najiachia, mtoto wananiangalia, nisipomwona na fili vinoma, masnichi huwa wanahona noma, wanashangaa kutuona kila kona Mtoto amedai mshiki noma noma, nikikuchia ndo kwanza unanipa stress, njo kwangu upesi pesi, huo achie tetesi, huo mwendo kasi kwa nawe naona chance, tukimaliza hii verse na ndazi zetu kunywa pepsi, cash cash love ndo nitakupatia okay, tusubiri na eti maana nimekuhifadhia, usishushe na eti laba ushushe pazia, takupeti peti, sitaki kukukazia okay, kitani kote wanapiga saluti, mimi ni king we ni queen, lazima wapige magoti kwenye game yote, naweza kote kote mimi kwao vizuri <laughs> so nini shida nini mate nini? Ah, mate, mi nimeona tu mekolea, nikaona we takoja ni uwe mtoto wa watu kwa mistari, hata nimpotezee aishie ah, njiani vizuri. So huyu hapa ni Ramrapa, ni rapa anayefanya vizuri, sema tu ni hivo ajawa na sapoti na sapoti mm, na anahitaji sapoti yenu mm. Una jambo lipi la kumwambia mtazamaji ambaye anakutazama kwa mdaula, muda huu labda una jambo lipi? Uh, ah. Kuna mambo mawili tu pekee ambayo naweza nikamwomba. Kwanza ni kufuatilia TV yetu hii hapa. Pili ni akiwa na uwezo huo au akipata nafasi hiyo ya kuweza kunisapoti, inaweza ikawa jambo jema sana kumsapoti kijana mwenzao, mtoto wao, kuweza kutimiza ndoto hizi za game za muziki, japo zina changamoto nyingi, lakini pia tu inaweza ikawa jambo jema sana akaamua kunishikilia mkono kwa namna yoyote tu ile ile kuweza kupushi muziki huo yeah, okay. Kama nilivyosema hapo awali ulikuwa na mimi tunza Amos nyuma kamera alikuwa Isaac Kabaisa, mtu wangu wa nguvu, mtu wangu wa thamani. So huyu hapa ni Ram Rap, ambaye alifahamika kama msanii wa hip hop hapa kambini, lakini all in all, anakuwa nazima sana, anakuwa anashuka sana, atumii shida ni nini. Kama ni hivyo alivyosema, ana support basi. Kwa wewe unayemtazama kwa mchana wa leo au usiku wa leo, yenye kuwa vyema umshike mkono kaka yetu. Bye, bye.